Toba ni change of mindset. Hiyo ni lugha rahisi kabisa ya kuelezea maana ya toba. Toba ni badiliko la fikra, kupokea taarifa mpya na kuiamini, baada ya kuelezwa habari fulani au baada ya kuona kitu fulani. Kwa Yesu anashangaa Mafarisayo hawakuamini au hawakutubu ili waamini maneno ya Yohana. Otoba, toba haiko kwenye maneno, kama ambavyo imekuwa ni propaganda ya siku hizi ya kwamba mpaka mtu anafanya maombi ya toba kwamba maombi ya kugeuka, hata hayahusiani kabisa maombi ya kuchange mindset. Toba sio kitu tunachokifanya baada ya kukosea kwa kusema kwa maneno. Actually, kwa habari ya kutenda dhambi, mtu ambaye tunaweza tukasema ametubu ni yule ambaye baada ya kukosea ameacha, ameelekea upande mwingine. Kwa kwanza tunazungumza kuanzia kwenye akili alafu tunazungumza kwenda baadaye kwenye matendo. Kwao ni kuchange mindset na kuendelea upande mwingine. Kwa neno toba lenyewe, kwa Kigiriki neno metanoea, ambayo imeundwa na maneno mawili meta na noeo. Meta ndo tunapata kwenye maneno kama metamorphosis, ambayo mara nyingi tunamaanisha uh, badiliko kwao metamorphosis ni kubadilika kwenda steji moja kwenda nyingine, au kwa tunasema metanoea, neno noeo yenyewe imetokana na neno kujali au kutafakari au kuzingatia

ni badiliko linalotokana na kujali au kuzingatia. Maana yake huyu mtu anayetubu ni mtu ambaye ametafakari, anajali au anazingatia kile alichokisikia au alichokiona, alafu baada ya kuona hayo anaamua kuelekea upande mwingine au kufanya kitu cha tofauti au kuamini kitu cha tofauti na alichokuwa anaamini mwanzo. Kwa mtu anayetubu, aliyetubu ni mtu ambaye alikuwa anaamini hiki, alafu akaamini kitu kingine. Alikuwa amwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wake lakini sasa hivi anam,